Kio, kio la na Suleshy technology leo nipo na Itel hii. Ni Itel ishirini sitini na moja ina, ina ishu ya password yapo mbele kabisa tu, so nataka nataka, nataka tuitoe pini tuitoe pini, kwa hiyo inabidi tuisomeshe kwanza kwenye PDT platform detector, je, ni inatumia CPU gani? Processor processor gani? Ni MTK. Aa, tunafungua milako sanda. Tukishafungua milako sanda, tunaingia mila kwenye MTK. Hapa tutaingia kwenye kuformati Chingie kwenye kuformati, tunatoa hii safe mode zeni, tunakuja kwenye simu, kwenye simu yetu tutashika buti key ambayo ni hii hapa zeni, tutabonye tutapachika USB, tukishapachika n no. kuna vile tusubiri. Okay, hii muda hapa mkalibaya tutaenda hapa kwenye muda, kwenye time heni, tutaingia kwenye time date, heni tutaingia tutaenda kwenye kuchange muda change tatu hapo tuna chanji sirina oh. Tatu utachanji muda utaaksepti, mdotoni umebadilika hapa. Utakata, utaingia, utawasha mirako sandai Then utaenda kwenye MTK, utaenda kwenye format, utatoa safe mode. Then utaenda kwenye start button, kisha ingia hapo. Enye simu yetu hapa, tutaminya key ambayo boot key ambayo ni hii hapa. Then tutapachika simu. Tena tutastopisha. Tutashika kii, okay. Tena tutapachika simu ndio, yeah. Naenda kufomati Okay, hapo simu yetu imeweza kufumatika. Kwa hiyo saingia hapo ukaiwasha, ukiwasha hapo apun... tona umekuletea hizo, ukiminya namba zake, unaona ziko ziko tofauti, ziko sawa hizi namba zake. So hapo e, ukiweka laini humu ndani itasoma emergency au itasoma laini moja. So inabidi tu repay hizi namba zake, namba ambazo zilikopo humu inabidi zirudi humu, yaani usiweke namba za usiweke namba ya simu nyingine kwenye simu ambayo umeflash ni kosa kwa hiyo inabidi urudishie humu humu, yani namba nani ime namba zilizokuwa humu inabidi uzirudishie humu humu. Tutarudi tutarudi kwenye nanilia kwenye huko nani yetu mm. Tutaingia hapo tutaminya control m, alafu tuta switch on, tutaanza hapo tutaweka 35 35 na tano thelathini na nne thelathini na nane thelathini na saba sitini na saba kwa kule nimeshamaliza kuandika namba zangu. Umeona? Hapa simu inabidi iwake. Ukisha waka kwenye kompyuta uta, utaweka uta minya start button. Ukisha minya start button kwenye kompyuta huku utaipachika kwenye nini? Kwenye kwenye kwenye utaipachika USB itakuja hapa kwenye comport. Comport utaminya okay kisha kishaminyeuke okay, automatically kule nini mal zitakuwa zimeisha zimeshajiandika. Kwa hiyo ukitoa huku simu ukirudishia, basi hapo unakuwa umemaliza kazi yako. Sasa ukusubscribe, like na comment. Suleshy technologies movie, the more you gain. Asante yes.